Engineer, kwa nini majengo haya yote ambayo nimeyatembelea hapa? Tayari mlishapiga mpaka sakafu. BOQ ya shule hii ulielewa vizuri, mwandisi? Maelekezo ya michoro ulielewa vizuri, Mheshimiwa Waziri baada ya kabla hatujaanza kutekeleza mradi huwa tuna, tuna, tunakaa waandishi wote tunapitia... E, mlikaa mkauelewa mchoro? Yeye ndio tulikaa tukaelewa mchoro. Nani aliyechagua michoro hii hapa kwenye timu yenu? Maana kule huwa tunatoa tuna, tuna, tuna michoro ya kulingana kwanza na eneo lilipo. Kama eneo linaathiriwa na mambo ya matetemeko kuna michoro yake; kama eneo liko safe ah, halina mambo ya mitetemeko ya ardhi kuna michoro yake. Hapa mmeweka michoro ya aina gani katika hiyo miradi? weka michoro ambayo haina matetemeko. Oh, huo ukuta una thickness kiasi gani? Yes, kuta za nje zinazobeba jengo BOQ inataka ziweje? Kwa nini imeweka 150 badala ya 230? Mheshimiwa naibu waziri, naomba nieleze ni kidogo historia. Ah, mimi nataka tu unijibu baada yani, ukuta thickness yake ilitakiwa iwe ngapi? Kwa kuta ya nje ilipotakiwa, ya nje 230. 230, hiyo mlojenga ni 230? Tumejenga. Mlojenga 150 na 50, lakini tukaintroduce na bio nyingine katikati ya ukuta. BOQ inasema kuna kuintroduce hicho kitu? Mheshimiwa naibu waziri, kabla tujaanza kuimplement miradi huwa tuna huwa tunapitia tuna upya ma, ma, ma BOQ ambayo imeandaliwa ikiendana iki pamoja na michoro ili tuangalie bajeti kama mradi ambao fedha imekuja inakamilisha mradi na kama kunakuwa kuna, kuna changamoto ya ukamilishaji wa miradi huwa tunaandika, tuna, tuna, tuna tunaandika namna ya kuboresha baadhi ya specification. Tushiai kuandika tukapeleka mkoani, walisema tekeleza bila kuasili ubora wa jengo. Eh, tekeleza bila kuasili ubora wa jengo kwa ukuta thickness mia mbili na hamsini mia mbili na, na thelathini umeweka mia moja na hamsini mbao ulizotumia kwenye kenchi, hivi ndo BoQ inavyoelekeza. Kuna papi mbili kwa tatu, draft mbili kwa mbili, kuna rafter ambayo ni mbili kwa mbili kwa nne. hmm? Ofisi ya Waziri Mkuu, nasoma two by six. Umefanyaje hapa? Ndio nilisema mheshimiwa wa naibu waziri baada ya wewe nieleze umefanya kama BOQ inavyosema? Hapana nilibadilisha ni li, ni nili, specification. Ulibadilisha. Ndio. Afisa Elimu Wilaya. Yes, hivi ndio shule ambazo mheshimiwa rais anaelekeza ana zijengwe, ndio tulielekeza zijengwe hivi bila bila bila bila utaratibu. Wewe si ni msimamizi? Unahusika kusimamia? Afisa Elimu, unahusika kusimamia? Uhusiki? Niambie, ndio? Hapana? nahusika mkuu. Nahusika. Mm. Lengo la mheshimiwa rais ni kuhakikisha tunapata majengo yenye ubora, watoto wetu wanasoma sehemu nzuri, na kunakuwa kuna na, na thamani ya fedha. Tukijenga majengo kwa kulipua ripua hivi, haitaisha miaka mitano mbele, tutahitaji tena kujenga mengine, jambo ambalo si lengo la serikali. Mheshimiwa Rais anataka tukileta fedha, akiileta fedha yake hapa iwahudumie Watanzania kama ilivyotakikana. Sasa jengo kama hili limejengwa, halijafuata BOQ inavyotaka, kuta za nje hazijazingatia inavyotaka, kenchi hazijazingatia inavyotaka, floor imepigwa bila, bila kuwekwa mawe. Hii hi, jambo halikubariki. Mheshimiwa Rais ameleta hela hapa, mnataka kuzitumia vibaya, alafu mkikamatana kamatana Eti unaanza kutindua unaweka kwa hela zako, una hela gani za kuweka mawe kwenye shule yetu ya serikali? Kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI kumsimamisha kazi mhandisi kuanzia sasa, wakati akikamilisha taratibu za kiuchunguzi ambazo nina taarifa na ninafahamu kwamba timu ilishakuja hapa, hatua ambazo zime fikiwa kwenye shauri hilo, katibu mkuu na mwelekeza kwa niaba ya mheshimiwa waziri azikamilishe, na mhandisi huyu achukuliwe hatua za kinidhamu, na kama kuna fedha yoyote itabainika imetumika ndivyo sivyo, pamoja na hatua hizo za kinidhamu, akiwa amesimama kazi, fedha hizo arudishe. Wote waliohusika warudishe fedha hizo. Nimeanzia kwenye kikao cha ndani na ndo nikaja hapa. Afisa utumishi kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI profesa Shemdoe, ninamwelekeza katibu mkuu TAMISEMI <coughs> amsimamishe kazi afisa utumishi na alete watu wachunguze mienendo ya afisa utumishi katika kusimamia watumishi wenzake na nidhamu ya watumishi ndani ya Mkalama. Mambo ya hovyo hovyo hayakubaliki.